Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Nsongwa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili. Kwa hiyo kama wewe una changamoto yote marazi mbali mbali ya maradhi mbalimbali, yawezekana pengine umekuwa ukitumia tiba sehemu mbalimbali na tatizo linakuwa likijirudia, tukushauri utumie tiba asili ambayo ndio tiba mama na ndio tiba ya kwanza kwa mwanadamu tangu ameanza kuwepo duniani. Mitume na manabii waliweza kutumia mimea asili na ndiyo tiba pekee ambayo ilikuwepo, na ndiyo tiba bora kwa afya yako. Kwa hiyo tukushauri kama wewe una changamoto yoyote uweze kufika kwenye kituo chetu cha Song'wa Traditional Clinic ambapo tunapatikana Tanzania nzima vituo vyetu viko, lakini pia nje ya Tanzania tuna vituo vyetu kama Zambia na DRC Congo. Lakini pia kuna watu wengi wamekuwa wakiwa na changamoto ya kushindwa kupata watoto, na siku zote nimekuwa nikisema kwamba mtoto wa mwenzio ni mtoto wa mwenzio, mtoto wako ni mtoto wako. Nimekuwa tu nikieleza wajifunze kwa Sara, Sara ambaye alikuwa ni mke wa Ibrahimu. Baada ya kukaa miaka mingi bila kupata mtoto, wakashauriwa mke na, na mume wake waweze kupata mtoto kupitia kwa kijakazi, lakini bado Sara hakuwa na furaha pamoja na mtoto walipatikana kutoka kwa kijakazi, mpaka pale ambapo Sara alipopata mtoto wake, na ndipo alipoweza kujiamini kama mwanamke. Kwa hiyo, tukushauri kama mama una changamoto ya kupata mtoto uweze kutumia dawa ambazo zinaondoa changamoto za kusababisha wewe usiweze kupata mtoto. Na uzuri, tuna dawa yetu inaitwa Mbasa. Dawa ya Mbasa ni dawa ambayo inakupa sifa mwanamke wa kuweza kubeba mimba ya watoto wawili kwa maana ya mapacha. Mapacha wanapatikana kwa njia kuu tatu. Njia ya kwanza unaweza ukapata mapacha kwa historia ya kifamilia, maana yake kwamba kama baba mama na historia ya familia unaweza ukapata mapacha, lakini hii ni bahati, si kwamba ukiwa na historia ya mapacha ndio utapata mapacha, mpaka itokee. Okay, bahati. Lakini kuna njia ya pili ya kupata mapacha ni ya kisayansi, maana ya kupandikiza kisayansi. Hii nayo inawezekana, japo ina gharama kubwa, si wote wanaweza kumudu gharama hiyo. Lakini njia ya tatu ambayo ni nzuri kabisa ni ya kutumia dawa za asili, ambayo ni Mbasa. Mbasa ni dawa ambayo inaenda kupevusha mayai mawili na mayai mawili akisharutubishwa, basi unabeba mimba ya mapacha. Kwao kama baba, wewe unatamani uweze kupata mapacha wala haina haja useme una historia ya kuzaliwa sio na nini au kwamba mimi ah, mimi sasa, inawezekana labda kwa sababu gharama ya kwenda kupandikisa ni kubwa, mimi siwezi. Mbasa tu bei rahisi kabisa, ni bei ambayo inawezekana kwa kila Mtanzania kwa anahitaji kuitumia dawa hii ya mbasa ambayo itaenda kupepusha mayai na utapata watoto mapacha. Na watoto hawa unaweza ukapata jinsia yeyote ambayo wewe unaohitaji. Unapataje jinsia wewe unaohitaji? hiyo utawasiliana sisi, tutakupa mwongozo baada ya kutumia dawa au unapokuja kuchukua dawa, kwa sababu baada ya kumaliza dozi tutakupa mwongozo ni siku ipi sahihi spesifiki ya mtoto wa kike au ipi ya mtoto wa kiume au ipi ya watoto mchanganyiko. Kwa hiyo ukiwasiliana na sisi utapata tiba, lakini kama wewe una changamoto ya magonjwa kama eh, fungus au PID, tutakushauri pia upate dawa ya PID, au fangasi kwa sababu PID huwa inaharibu mirija ya uzazi na kuziba, hali ambayo inapelekea kushindwa kubeba mtoto. Hata yule mmoja wa kawaida huwezi kubeba. Sasa kama una changamoto ya PID, tutakushauri upate dawa ya kusafisha mirija ya uzazi na PID, na hii nyingine ya mbasa ya mapacha ukazitumia zote kwa pamoja. Lakini kama changamoto ya chango ambayo inabadilisha pia hormone imbalance, tutakushauri pia uweze kupata tiba ambayo itaweza kuondoa changamoto hizi na ukaweza kupata tiba kama ni wewe ni ndugu yako unahitaji kupata mapacha au una, una changamoto ya marazi kama fungus, PID, UTI sugu, au magonjwa ya kisukali au magonjwa eh, ya ya bawasili uweze kuwasiliana na sisi. Tunapatikana Tanzania nzima, mitandao ya kijamii, YouTube utaandika Damaki TV, Instagram song'wa traditional lakini facebook unsong'wa traditional lakini, pia unaweza kusikiliza online radio yetu kwa kuandika Damaki TV Damaki Radio, utaweza kutupata. Afya yako jukumu letu.